Umesalitiwa? Usilie tena, moyo wako bado una thamani. Maelezo ya makala kwa channel Daily na Mimi. Karibu sana kwenye Daily na Mimi, mahali pa faraja, ukweli na nguvu mpya kila siku. Leo tunamletea ujumbe wa kipekee sana, ujumbe wa uponyaji kwa kila mmoja ambaye amewahi kuumizwa na mtu aliyempenda kwa dhati, na kwa kupitia maneno haya tunakuletea upendo na tumaini jipya. Umesalitiwa, umejitoa kwa moyo wako wote, ukapenda bila hila, ukajenga matumaini, lakini mwisho wake ukabaki na machungu, pole sana. Maumivu haya ni ya kweli, lakini kumbuka, maumivu haya si mwisho wa hadithi yako. Moyo wako bado una thamani. Salamu kwa roho yako iliyojeruhiwa. Fahamu kwamba thamani yako haipimwi kwa jinsi watu walivyokutenda, bali kwa uzito wa upendo ulio nao ndani yako. Ulichofanya kwao kilikuwa cha kweli, hata kama wao hawakuona thamani yake. Kusalitiwa si ishara ya udhaifu wako, ni ushahidi wa upendo wako wa kweli. Waliokuchezea walipoteza almasi kwa kufikiri ni kokoto, lakini wewe usijilaumu. Wewe ni wa kipekee, wewe ni zawadi. Si kila mtu ana macho ya kuitambua zawadi hiyo. Leo, jifute machozi, inua kichwa chako. Wakati mwingine tunapaswa kuachilia ili tupokee kilicho chema zaidi. Moyo wako utapona, utaweza kupenda tena, lakini kwa sasa jipe muda. Jipende wewe kwanza, jikumbate, jisamehe na uendelee mbele kwa matumaini. Mwenyezi Mungu haachi mja wake. Anakuona, anajua kilio chako na kuna furaha imeandikwa kwa jina lako. Subiri, jitulize, na endelea kuamini upendo wa kweli upo na utakuja kwa wakati wake. Mwisho wa makala. Ukiwa bado na maumivu, sikiliza makala hii tena. Jikumbushe thamani yako na usisahau hauko peke yako. Daily na Mimi tuko hapa kukuinua kila siku. Usisahau kusubscribe kwenye chaneli yako pendwa Daily na Mimi. Bonyeza subscribe, like na comment hapo chini, tuambie ulivyoguswa na ujumbe huu, na kumbuka, mwanaaji wetu mpendwa wa leo ni Ali Kasim, Ali Poki. Tunamtakia nguvu, faraja na mwanga mpya katika kila hatua ya maisha.